Leo nataka, kwa sababu vijana wengi nyinyi ni watoto wangu, na nimechoka mimi kupokea simu nyinyi mmeshikwa kwa sababu hamuna driving license, na najua hiki kibali mkishapata, hata nyinyi sasa hizi mtakuwa hamuhepi hao mapolisi, labda kwa kuna sababu zingine, lakini sababu itakuwa si driving license. Nataka driving license muwe muko nazo i think this is a very good program as you can see most people they want to you see as for now the rate of unemployment is very high so if the MP has uh, brought a program to help youth let's say for the border borders this it can uh, create a great length in opportunity for in, in employment opportunity so i think this is a this is a great opportunity for the youth. Ndio mi naona kuna umuhimu, kwa sababu kwa sababu ona, kama vijana wengi sahii hakuna makazi. Sasa kama mtu kama utajifundisha kama ni pikipiki, ukiwa unajua kupeleka pikipiki wewe mwenyewe, unaweza kuwa self employed, unaweza kuwa unapiga boda, unapata riski yako kila siku, kwa sababu saa hii ajira ziko chini sana. Lakini sio mbaya, tunashukuru kama alivyosema, kuna barabara sio muhimu, ni ujuzi wa usalama. Na drivers kuna ile katas ya kumpisha mwenzake nafasi atembee ili yeye pia atembee. Lakini kuna ile pia, because, vile una ujuzi utakuwa na ile kijeuri ambayo uko nayo. Because not because wewe ni mjeuri but because uko nayo, hauna ile elimu. And one of the requirements, basic requirement ya driver ni katas, road katas. Uh, inasaidia because mtu akienda, akienda driving, anakuwa na ile knowledge ya kwa anaweza kuhandle gari yake akiwa kwa barabara, na anajua alama za barabara zenye ziko, zote zina atakuwa anaelewa ile gari inafaa. Kuna pali kwingine inaruhusiwa kupark, kingine hauruhusiwi kupark. Kuna pali kwingine unaweza kupark, kwingine una park.